Mwanaume yoyote uliyopo hapa lazima ujue kwamba wewe ni mchungaji wa familia. Wewe ni mtu ambaye ni kiongozi mkubwa katika mji wako, kwa hiyo hilo ndilo kanisa lako la kwanza. Kwa hiyo wewe ni mchungaji. Mwanaume yoyote uliyopo, sema mimi ni mchungaji. Hata kama hujaoa, sema mimi ni mchungaji. Naam, wewe ni mchungaji, kwa sababu nenda rudi, panga pangua Iko siku jukumu hili huwezi kulikwepa. Kama wewe ni mwanaume, utakutana nalo katika maisha yako. Siku moja itatokea ya kwamba unalivaa jukumu la kuwa baba na mchungaji wa familia. Hata kama ungefanya vipi, watu watakutoa kasoro, watu wataona kuna shida. Kwa nini huyu hana familia? Kwa nini huyu hana familia? Watu watajiuliza sana, hatimaye utaona ni lazima nijenge mji. Kwa hiyo, kwa sababu ya majukumu hayo, wewe ndiyo mchungaji, wewe ndiye mtu sahihi kuelekeza, kulinda familia yako na kufanya familia yako iwe bora zaidi. Amen.